Kama ambavyo nimepokeza, nataka kuzungumza juu ya uwakilishi wa kwenye mashauri haya na nitakachokisema mheshimiwa, naomba rekodiwe sawasawa. Mheshimiwa, nina mawakili kwa hesabu ya haraka haraka kwa jinsi zaidi ya thelathini. Yes. Na mawakili hawa shiiwa hakimu, niliwachagua mimi mwenyewe, ni mawakili wangu na niliwachagua niliwa kwa sababu nina u, nina u. Nina imani na full confidence. Na uwezo wao wa kumwakilisha katika mashaurhani katika kesi wao hmm, hmm, wengi wao nimefanya nao kazi. Hao wazee wawili hawa, mzee Alute na mzee Mkoko, pale Mkoko wamenilea nini taaluma Vilevile kwa kesimaaute amenilea, amechukua nafasi ya mtelegizo. Ni mawakili ambao kwa miaka yote ambayo nimewafahamu, wana uwezo akuaasa. Mheshimiwa Hakimu, leo hii hapa tulipo ni siku ya sitini na nane tangu ilipoletwa mbele ya mahakama yako tukufu na kusomewa mashtaka ya uhaini. Siku sitini na nane, na toka na siku iliposomewa mashtaka ya uhaini mheshimiwa, uliamuru nipelekwe magereza nikawe mfungwa mahabusu, na kwa siku 68 hizi nimekuwa mahabusu kwa wiki moja gereza la Keko na tangu Jumaa Kuu nimekuwa kwenye gereza kuu la Ukonga siku 68. Katika hizi siku 68 nimeshiriki na wakili wangu hawa, wamekuja kunitembelea gerezani ili tushauriane namna ya kukabiliana na mashtaka hayo. Hawajawahi kuja mahakamani, hawajawahi kuja magereza. Na muda wote ambao wamekuja katika hizi siku 68 na, hawajaruhusiwa hawajaruhusiwa kuniona na kuwasiliana na mimi in confidence. Hawajaruhusiwa kuonana na mimi na kuzungumza na mimi kwa faraja.